Karibuni sana katika Edi Tiba Mbadala TZ. Uh, nataka nikufundishe leo kwa wewe ambao utakuwa changa na changamoto tumbo kuuma, tumbo linakuwa linakuumba, linakatakata, tumbo kuwaka moto, lakini pia kiungulia cha mara kwa mara na dalili hizi zote za vidonda vya tumbo. Wewe kama utakuwa na dalili hizi au unajua kabisa tayari, mimi na shida ya vidonda vya tumbo Hebu fanya hivi, hii itakusaidia sana. Tafuta kuna mmea ambayo nimeufundisha, hebu angalia video za hapo juu ambazo nimeshazifundisha. Angalia kuna mmea unaitwa mziwaziwa, kwa lugha nyingine wengine wanapenda kuita mdatu. Huu mmea unapenda sana kuota hata yaani, kama ukitoka sasa hivi hapo nyumbani kwako ukaangalia, unakuta huo mmea upo hivi, unaitwa mziwaziwa. Ukitoa kale kajani kajani kake ukatoa hivi, kanatoa kanatoa tu maziwa, unaitwa mziwaziwa au kwa jina hilo jingine, mziwaziwa au mdatu. Mmea uh, huu ni mzuri sana wewe kama, kama utakuwa na changamoto ya ya vidani vya vina tumbo vinakuuma sana, unasikia tumbo linakuuma mara kwa mara, ujana kidogo unasikia tumbo linauma. Tumia hii dawa itakusaidia sana kuweza kuondokana na changamoto ya tumbo. Tumia hii dawa itakusaidia sana, ziwa ziwa utumie, chukua ile majani yake chemsha, kisha chemsha ile majani yake, osha vizuri, chemsha kiasi kidogo, kunywa glasi moja asubuhi, glasi moja jioni, chakula asubuhi snajnitakusaidia sana, sana sana sana sana. Fanya hivyo takusaidia. Usahau kusubscribe kusahau kushare na mwenzaalama ya kingene ili kuendelea kupata video mbalimbali.